Kwa miaka ya hivi karibuni Mkenya wa kawaida amekuwa akifanya maamuzi magumu kuhusu matumizi ya kila siku, hasa kwenye suala la mahali pa kununua bidhaa za msingi. Masoko ya mtaa na supermarkets zinaendelea kushindana, lakini swali kubwa ni je, ni ipi ina affect maisha ya watu wengi zaidi? Supermarkets zinaonekana kutoa urahisi, usafi na variety ya bidhaa. Kwa wakazi wa miji mikubwa, hii ni option inayopendelewa na, na wale wenye ratiba tight na uwezo wa kutumia pesa zaidi hivyo bei za bidhaa nyingi zinaendelea kupanda, hali inayowalazimisha wengi kupunguza matumizi ya kutafuta mbadala. Kwa upande mwingine, masoko ya mtaa bado yanabeba mzigo mkubwa wa uchumi na watu wa kawaida. Hapa mteja anaweza kununua kulingana na uwezo wake, iwe ni sukari ya shilingi mia moja, mboga za siku moja, au mafuta kwa kipimo kidogo. Mfumo huu una lau flexibility ambayo supermarket nyingi hazitoi. Zaidi ya hilo masoko ya mtaa yana social element muhimu. Uhusiano kati ya muuzaji na mnunuzi hujengwa kwa muda. Kuna mazungumzo, kuna kuaminiana, na wakati mwingine hata mkopo wa dharura. Hii ni system inayosaidia jamii kusurvive wakati uchumi unakuwa mgumu. Takwimu zinaonyesha kuwa idadi kubwa ya Wakenya bado wanategemea masoko ya mtaa kwa manunuzi ya kila siku huku supermarket zinabaki kama option ya wachache au bidhaa maalum. Hii inaonyesha pengo kati ya lifestyle ya mjini na uhalisia wa maisha ya wengi. Kwa sasa, masoko ya mtaa yanaendelea kuwa mhimili wa maisha ya kawaida, wakati supermarket zinabaki kuwa ishara ya convenience kwa wachache. Na mpaka gharama ya maisha ishuke, uchaguzi wa Mkenya wa kawaida unaendelea kuwa wazi. Mimi ni MC Tawai.